Discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 2025, uongozi wa Club Young Africans uh, pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa mku, wa Baraza la Mchezo la Taifa kwa ajili ya kujadili eh, kitu ambacho kilitokea. Bahati nzuri klabu ya Young Africans kupata nafasi ya kufikisha eh, yale ambayo ni ya msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo eh, platform ambayo mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wapata nafasi ya kuuliza maswali tutakujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza ya kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo walikuwa wanataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji lakini ujumbe wa wanachama wetu wa na mapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huo umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake umepokea tumewaachia ufanye kazi na tumekubaliana, tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu, kwa wanahabari, ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote, viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo, wakae kwa kutulia, na solution itakapatikana tutaweza kurudi kwao na kuwajulisha mashuu.